ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani amesema maeneo mengi ya makazi ya raia nchini humo yamezingirwa na haiwezekani kuyafikia kimisaada. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, b Clementine Nkweta Salami, naibu mjumbe maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameongezea kuwa ni jambo lisilo na shaka kwamba kumetokea uharibifu na jinai za kivita huko El Fasha, magharibi mwa Sudan. Amesema kwamba hadi hivi sasa Umoja wa Mataifa haujakidhi mahitaji ya wakimbizi wa vita vya Sudani kwa sababu kuna vijiji vilivyozingirwa na hawawezi kufikia kwa ajili ya kutoa msaada. Wakati huo wa Jenerali Abeli Fatah Al Burhan, mkuu wa baraza kuu la kijeshi la um Kiongozi wa Sudani kwa mara nyingine amesema kuwa kutokubaliana na suluhisho lolote ambalo halitapelekea kuvunjwa kwa kupokonya silaha vikosi vya msaada wa haraka vya RSF. Kamara huyo wa jeshi la Sudani SAF ameongezea kuwa vita vimewaathiri watu wote wa Sudani, na mateso na maafa makubwa yanaendelea hivi sasa katika mji wa Elfasha, ambao ni makao makuu ya jimbo la Darfur Kaskazini.